Taarifa nyingine kubwa nchini Marekani ni kuhusiana na rais wa Marekani amekuja na gold card. Ni gold card bana, ni viza ambayo unapewa raia ambaye sio wa Marekani. Mfano, una kazako Afrika, unataka kuna Marekani kwa shughuli mbalimbali za kikazi au kufanya nini, uwekezaji, kuna hii viza ambayo rais wa Marekani ametoa, ambayo, ambayo inaitwa gold card ukiwa na gold card bana utaweza kuingia Marekani na kufanya shughuli zako kama kawaida. Kwa hii gold card ambayo rais wa Marekani ametangaza leo bana, watu wengi wanasema ni kama amewalenga watu wenye pesa kutoka nchi mbalimbali ambao wanasoma Marekani. Kwa sababu gani? Hii gold card bana, ili uweze kuipata, ni lazima utoe shilingi milioni moja za kimarekani. Just imagine milioni moja za kimarekani ili uweze kupata hii gold visa au gold card. Na watu wengi wameisema hii ni kama vile membership, mfano kama ni membership ya sehemu fulani au ni kama vile subscription subscription ambao watu wanalipia katika television mbalimbali kama Netflix na au kwa kwa tunasema vingamuzi mbalimbali. Ni kama ni card ambayo ina rais wa Marekani pale picha yake, saini yake ina statue ile of liberty yule ambao ni ile kama mtu vile ina mnyama wa Marekani ambao ni ego na sahihi ya Marekani, ya rais wa Marekani, e gold card. Lakini sasa watu wengi wamejiuliza, e gold card ina cost 1 million US dollar just manje, hii ni pesa kubwa sana. Na e gold card pia ukipata, utaingia Marekani, utakuwa na uhuru wa kufanya kazi lakini pia utaweza utakuwa unalipa kodi licha ya kutoa 1 million dola iweze kukaa nchini Marekani. Maswali yamekuwa ni mengi sana, watu wataweza ku afford hii? Lakini licha ya hiyo tu, rais wa Marekani pia ametoa ametoa au ametoa au amesema kutakuwa kuna kadi nyingine ambayo itakuwa ni platinum card, ambayo wenyewe sasa itakuwa ina lenga zaidi kampuni mbalimbali ambazo zinafanya kazi Marekani na aidha ziko nje nje ya Marekani nje ya Marekani, ambao zinaishi zina skilled workers ambao wanaweza kuja kufanya kazi Marekani na kusaidia uchumi wa Marekani kwa kwa kupitia hiyo platinum card. Hiyo kampuni sasa itaweza kutoa shilingi milioni mbili za Marekani, 2 million US dollars, kwa ajili ya kuleta house skilled labor, ambao watakuwa watawasponsor hiyo kampuni ili uweze kufanya kazi nini Marekani. Kwa hiyo ukishatoa hizo milioni mbili za Kimarekani utalipia kodi kwa muda wa siku mia mbili sabini, almost ni kama mwaka hivi utalipia kodi, lakini baada ya mwaka kuisha utaendelea kulipia kodi. Just imagine milioni mbili za Kimarekani ili uweze kuishi Marekani na kufanya kazi. Watu wengi wameona ni kama vile ni kadi ya of course ametarget watu wenye pesa, ametarget watu wenye pesa Kusabu, moja, ili waweze kuishi Marekani kwa sababu mtu kutoa shilingi milioni moja, kadi ya gold card, milioni moja za Marekani ni pesa nyingi sana, kwa target kubwa hapo ni watu wenye pesa, ili waweze kufanya nini, kuingia nchini Marekani. Kumbuka pia rais wa Marekani amechagua nchi arobaini na mbili ambazo zinaweza kuingia Marekani bila visa yoyote. Hizi nchi zitaweza, ukaguliwe historia yako ya miaka mitano, una matumizi yako ya mtandaoni au ya social media. Kwa utaapply online, social media zako zitakaguliwa kwa miaka mitano nyuma ili uangalie nini ndio ilikuwa na posti, kama ulikuwa una posti vitu tofauti na sera za Marekani, pia huwezi ukapata hiyo visa kwa hizo nchi arobaini na mbili ambazo zimeruhusiwa kuingia Marekani visa free. Kwa hiyo je, wewe una maoni gani kusiana na hiyo visa ya Marekani ya gold na hiyo ya platinum, kwa hivyo viasi vya vya pesa ambao gold ni milioni moja na platinum ambayo itatoka ni milioni mbili za Kimarekani. Je, utaweza kulipia ile uwezo kuingia nchini Marekani? Nakumbuka hizo hela ni za Kimarekani. Ni milioni moja za Kimarekani na hiyo platinum milioni mbili za Kimarekani. Je, mtu kama kawaida utaweza kulipia kuingia nchini Marekani? Watu wao wanasema ni kama wametarget sana watu wenye uwezo, matajiri wakubwa waweza kuingia Marekani na kuwekeza. Kwa maoni gani hapo chini? Weka maoni yako, basi tusome naweza kuangalia